Balozi wa Tanzania mwenye makazi ya Berlin, Ujerumani, Hassan Idi Mwamweta amewasilisha salamu za, e, za pongezi na heri kutoka kwa Rais wa Tanzania dr Samia Suluhu Hassan kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kwenye salamu hizo, Rais dr Samia Suluhu Hassan amempongeza Papa Leo wa 14 kufuatana na kuchaguliwa kuwa Papa wa 267 na, na kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki Duniani. Aidha, amemwahidi ushirikiano wa kuweza kutekeleza majukumu yake. Kwa upande wa Papa Leo wa 14, ameeleza kuwa anafurahi kupokea salamu kutoka Tanzania. E, nchi ambayo na anaipenda kwa kuwa ameshawahi kuitembelea mara kadhaa akiwa anatekeleza majukumu yake ya kikazi na ameeleza kwamba utayari wake kufanya kazi e, kwa karibu na Tanzania pamoja na nchi nyingine za Afrika. Salamu hizo zinawasilishwa mara baada ya sherehe ya kusimikwa rasmi kama rais wa Vatican, e, na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Sherehe hizo zimefanyika kwenye basilika la Mtakatifu Pedro, Vatican, leo. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa Sasa Online Digital kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, subscribe kwa taarifa kadha kadha.